Ndugu zangu dada zangu, tuiombee nchi yetu, na nataka niwaambie, sisi unayo jamaa anasema hapa, Simba don't be a be coward. Mimi kama simba, wacha nitoe kofia hii. Mimi mimi kama simba, Nitasimama pamoja na watu wetu wa Kenya hii kuhakikisha upuuzi fulani umeisha. Wacha niwaambie, wale mliona wakati niliingia ofisini serikali hii kupitia mtu ambaye alitolewa ofisini, walituma GSU two platoons, wakakuja wakafunga ofisi yangu, askari karibu hamsini wa GSU kila mtu ako na bunduki yake, nikamwambia afadhali nife nikiwa nimesimama, lakini siwezi piga magoti mbele ya askari.